Uh, my name is Manu, and of course, I'm Cassypool, uh, East African na uh, 001. <inaudible> <inaudible> Karibu okay. Sana okay. She. Alhamdulillah. Ashukuru alhamdulillah. Ukoje bro? Na mimi niko fiti sana. Kitambo. Mungu anasaidia. Tunapiga tu, eh, tunaua <inaudible> kila kona ya nchi. Tunafurahia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitazisha; amefanya mekuwa sawa. Unafeel aje kutoka kwa nchi moja, nchi nyingine, ni na makaribisho nyingine na makaribisho yake. Mungu, shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema asante, kawaida okay. ya wengi wenye tamani, Mungu amenipa nafasi na kila sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini unaweza kuwa uko nayo wewe, kwa sababu wewe ndo uko na hiyo chance? Nini uko nayo watu wengine hawana? Chenye niko nayo ni kwamba niko kwa na Mungu ambao ni mkubwa. My God is a big God. Unapata point, alafu amenipa kibali. Ukikuwa na, na kibali, unakaa na wafalme ukikuwa na kibali unapata vitu ambazo wa watu wa kawaida wapati na okay. hiyo inakuja tu kwa kuheshimu Mwenyezi Mungu kwa kumwomba peke yake hizo mambo tunasikianga Sudan hebu tuambie wewe kwa sababu umetoka huko ni ukweli ama ni mambo ya hizo ni uongo kwa sababu unaona Sudan, Sudan. nimekuwa huko wewe umeona clip ni kikwata tunaenda kwa River Nile tunakula uh, malembe ndani ya River Nile. Unapatia pointi? Unajua nimekuambia kuna watu tu wanatumikanga kuongea vibaya kuhusu nchi. Oh, kuna mafo, kuna mini, kuna nini. Mimi nimekuwa pale, tumechuka hapo, tumetoka tumeingia pale, tumekutana na wanzito pale njini ya kati, tumezunguka Juba mzima, tumekuwa na show usiku mzima, tumetembea usiku mzima Juba. Juba is safe. Kila mtu anatembea, tumemaliza, tumeenda River Nile, uko ndani huko, ndani huko karibu na Baragazel, mimi ni wjja mimi ni Msudanes kabisa, yaani mimi ni Msudanes kutoka eh, wau wow. wava t Bargazel huko ndokasa, ndo sasa, ndo mzee wangu babu yangu alikuanga ametoka, so tumekuwa huko cha kwetu, tumezunguka kwenye maji, tumetamba tume kila pali. Sudan is safe bro and it's safe and uh, take it to the bank. kama unataka kufanya kitu fanya kitu kama uko Sudan hapo ndio point eh fanya kitu kama uko Sudani tafadhali nini nininani anaweza kuwa na push na, na na agenda ya kuharibia nchi kama Sudan Nwa, unajua anaweza kuambia kitu moja ni, ni, ni siasa wa babiru ambao hawataki wa kuwa na vizuri. Juzi nimekuwa nikiongea nikisema kwamba mbona watu wanaongelea vibaya sana ikifika wakati machafuko yanafanyika kidogo tu kidogo tu hivi watu wanapiga kelele, Afrika watu wanakufa, sijui nini nini. Inatakana tuone tuone. Wewe ndio unaona yule dogo mwenye rafiki yako mwenye unampenda sana wewe, unajua anajiita nani? Kipara mjaluo ameenda Tanzania ameanza kuongea vitu za uongo ambazo zimeke sense lari mando. Wewe ndio umesema, wewe ndio umesema. Amesema uongo wapi? Wewe ndio umesema. Mimi nimesema nani? Nimekwambia mimi kipara mjaluo? Mbona kipara mjaluo nena, ninamwambia nguvu na, ambako nayo na anatakia mbona asiende Yemen na kuonesha vile watu mamilioni wanawawa Palestina, watu wanawawa mamilioni na mamilioni, mbona asiende huko kuonesha? Kila asubuhi kila siku watu Ukraine, watu wanawawa, mbona wasitangaze hiyo? Wanatangaza tu kuhusu Afrika. Hapa tuko na tofauti zetu kidogo, magaidi wawili watatu wamechukua advantage ya bali, unakuja unaiweka kubwa kama wewe sio kibaraka ya wazungu. Wazungu wanafunika madhaifu zao na wanafunika madhambi zao Palestina watoto wetu wanakufa Palestina, madugu zetu kwa imani wanaaga dunia pale Palestina. Ukraine watu wanakufa, Bono usiende kutangaza hiyo. Yemen watu wanakufa, Bono zikaenda katangaza hiyo. Unakuja kutangaza tu mambo mawili matatu na kuchafulia kontinenti yetu. Unasema ya kwamba madugu zetu, wacheni kutumika na wazungu kama vibaraka wa kuharibu ni, ni, ni lazima tumwambie yule kipara mjalua, hakuna mtu anakuogopa na watu wachache tu wanakuogopa. Sisi hatukuogopi, tunakuambia tunapenda Afrika kushinda wewe. Africa is is is Africa, Africa our our business. Africa continent is our business, is our business. Africa continent is our business, stop going na kuongea vitu mbaya kuhusu Afrika hati kwa sababu wenzao kutumika na wazungu wazungu walitukolonize walitufanyia wali, wali, vibaya, walitufanyia unyama anazosa wewe wanarudi kusema kufika kama kibarakao kimbara kao hatusirudiki kabiri. Penda nchi yako, penda penda, penja, penda Afrika Mashariki leo huyu, unaona vizuri. Sasa hapa South, South Africa wako na the best constitution best constitution in Africa, lakini leo hii unasikia wa Afrika wanafukuzwa Afrika wenzao kwenye nchi zao. Kwa sababu gani? Ajira, watu wanakuwa hawezi ku kuwamekuwa vipi? Ninakurudia kwa kusema hivyo, serikali ikupe kila kitu. Kama haufanyi kazi, hautakula serikali, itakujengea barabara, itakujengea hospitali. if you you don't work you're not going to do what you gain anything, lakini tunamwambia kipara, Palestina, mandugu zetu kwa imani wanawawa Ukraine, Ukraine watu wanawawa, mbona utaenda kutangaza? Wazungu wanafunika madhaifu yao, nakuja kuchukua madhaifu yetu kidogo taka kuonesha dunia nzima na effect eh, hiyo kitu ameisema. Hata sasa hivi tunaongelea mambo ya ICC, so kumaanisha nio kitu ilio unyama ilifanyika Tanzania. Ninakurudia kwa kusema hivi, ICC ni tume huru ambayo not tume ni, ni, ni, ni koti ambayo ikiinvestigate itajua it wahalifu ni nani. Na wale ambao wanadhania walifu ni walifu ambao wao sijui mambo Samia Suluhu mwalifu watajua kweli ya mambo ni nani. Aisi wakati inaanza kuokota watu tuokota kwa wale wanaharakati ambao wanapoa, wanapiga kelele, wakambia watu waende kwenye maandamano kwa sababu wao ndio wanachochea ghasia. Wasiposhika wale waandamanaji, wasiposhika wenye wamechochea watu kwa maandamano, ambao tunaanza hapa, na kuna mwingine anaitwa hapa hapa Maria Murungi anaitwa hapa Kilimani hapa a ya Nairobi na ako hapo Nairobi ya na, edaashike mange Kimambi anafanya <laughs> tunana... kazi <laughs> na iwashike yeah, kwa sababu mtu wote maana kwa sababu anachochea watu kwenda maandamano anafaa kushikwa. Unapata hiyo point? so, so hizo hazisudui kwa viovyote vile. Kwa nini Mama Samia alisema hiyo chochezi inaanzia Kenya ni kwa sababu kuna watu ambao sisi tumewaweka hapa Kenya ambao wanajiita political eh, nini refugees wamekuja kujificha hapa Kenya wanachoma nchi yao kwa kupitia hapa Kenya, wako hapa. Tunaomba serikali ya William Samoei Ruto washike hao watu wote, warudishwe kwao, wapelekwe trial. Tunaonaga kila siku wanatembea kwenye hoteli kubwa, wanaendesha magari za kifahari, wao wanaenda shule mzuri, wanaishi hapa Kenya wakichochea nchi yao, watu wakiuana. That should not be tolerated, they have to go back to their country and answer makosa ambayo wamefanya. Hauwezi kuwa wewe unaishi huku, unaishi Ulaya unachochea watoto wako wanaishi kwa wanasoma wa, wa, wa, wa kwa mashule kubwa, ni ukweli, wako hapa Kenya. Na tunaomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, kama unapenda Afrika Mashariki, hawa watu ambao ni watu wanajiita political eh, nini refugees ambao wamekuja kujificha hapa wakichoma nchi yao wakikua pesa na wazungu, washike warudishe kwao. Kwa sababu hawawezi kuwa hapa, wanatembea, wanavimba, wanatamba, wanaenda kwa mashule mzuri, wanaenda shule mzuri, wanaendesha, wana magari mzuri, wanalala ma market tofauti, na bado wanaharibu nchi yao inchi inchi like Uganda. Uh, walesema, na wameketi kwenye nchi ambayo ni nchi jirani a. Hii ni ombi langu kwa William Samuel. Hiyo time ulipoenda Uganda, kuna baadhi ya watu walisema Cassypool alipoenda yes, Uganda juzi na activists u wameshika kwa hotela na yeye, kwa hiyo media tu walifanya Uganda hao yes, yes, watu ni walishikwa. Mimi siwezi kufanya nije tuo kuhusu wakora ambao wamejipeleka wawili. Mimi nimeenda Uganda, nimefuata sheria ya nchi ya Uganda. Sijaenda Uganda kuchochea watu, nimeenda kuambia watu wa Uganda muweke amani, kwa vile Afrika na East Africa is our business. Napatiwa point? So wale wenye wameshikwa, mimi nene tetea wahuni ambao walijipeleka huko kwenda kuharibu amani ya wa watu huko. Wakishikwa washikwe. Mimi nimeenda kama mtoto wa mama, nile nakujisimamia kibi yangu. I don't care wakashaka kushikwa wanyongo, wanyongo nchi lazima ikuwa na amani brother. Hatuwezi kufunga tunalea watoto wa ambao wanataka kuchochea magasia kwa nchi. Leo hii i kuwaka moto, mimi niko kwa shida, watoto wangu wako kwa shida. Uganda ikiwaka moto, niko kwa shida, kwa sababu uchumi ya Kenya ina depend pia na Uganda, kwa sababu wanachukua vitu kutoka kwenye poti yetu hapa hivi. Tanzania ikiwaka imewaka, sisi pia tumepata shida. Siwezi kuwa miongoni mwa watu ambao wanachochea maandamano ma, wanachochea ma ghasia. Okay, inaitwa ghasia. Unapatiwa point? Lazima tuwajibike na lazima. Mtu yoyote ambaye anafanya kitendo yoyote kama wewe ni mtendaji dhambi, matunda ya dhambi ni kifo. Juzi, yes, Uganda wamesema wanataka part of Indian Ocean. Wewe kama Mkenya opinion gani wanataka, wewe kama Mkenya mzalendo uko na opinion gani? Indian Ocean si ya mtu yoyote, Indian Ocean ni ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, unapata point? Hakuna mtu yote amechukua maji akaenda kumwaga kwa Indian Ocean, akasema hii Indian Ocean hapa. Hata huwezi kusimama useme Indian Ocean, ah, Indian Ocean ya Mwenyezi Mungu. Hii Indian Ocean iko hapa. Na nani, Indian Ocean imebeba ya Afrika mzima. Indian Ocean haijai kuwa ya mtu binafsi, ya inchi binafsi. Yeah, yeah. So, Kenya should the law, they, yeah, ati Kenya should Hata the, wana hata wana hata na uwezo atowana, wa kukataza wa lao. Lazima watumie. Kwa sababu ya ina landlord wako kwa landlord country. So... unapatiwa point. Hii Indian Ocean sio, mbona inaitwa Indian Ocean? Mbona inaitwa Kenya Ocean? Unapatiwa point. Unasikia point. Basi kama kila mtu anataka kuchukua wende achukue Indian Ocean yao aende na... wewe vipi wewe? Indian Ocean sio ya mtu yote. Indian Ocean ni ya Waganda, Indian Ocean ni ya Watanzania, ni ya Wakenya, ni ya Wasudanese, ni ya Warwanda, ni ya Waburundi, ni ya kila mmoja mpaka Wakongo. Wako entitled to use Indian Ocean. Indian Ocean bwana, sio mali ya mtu bwana, ni mali ya Mungu bwana. Tuache kuwa na uogoga na kukua, na na za kuogea. We We are are one people East Africa. So, so, mono, you na, uko, mjambi, na, East Africa. So huko huko hizo nchi zingine kama Mozambique na huko chini. We are East Africa bro. Wakati tunaongea maneno ya East Africa tunaongea kuhusu brothers and sisters. Mimi nimekuambia mimi kwetu ni Baragazel. Baragazel ni wapi? Si Sudan. Wewe, kwetu ni Baragazel, wewe si mkaleso, unatoka Baragazel. Okay, ukianza kuambia mtu wa Bargazel wa Sudani, ya kwamba hii Indian Ocean sio yenu, na yeye anajua kwamba kuna ndugu kama wewe hapa hivi, unanaambia sijui mganda uko Indian Ocean sio yao, na kuna mandugu ambao ni waganda wakapa western wanaishi hapa Kenya, sio m Kenya, niya watu wote East Africa. Wanipati point? Wacha kasumba na upuzi, nataka urudia hapo Tanzania. Okay, Okay, the far ICC wanasafika. Washa ICC. Unasikia hakuna mtu yote anafika na ICC. Kwa sababu ukweli, iko serikali inajua ukweli ni gani, inajua watu ambao walikuwa wanasema ni wengine wenye ni genuine wanaandamana, wana wako na wahuni ambao walichukua hiyo maandamano kutaka kupindua serikali, wako unapatwei wakati dunia na celebrate sema mama Samia ni nani nani? Kweli tunajulikana hapa, tulikuwa na ICC walipokuja hapa wao wana laumu Raila, wanalaumu Kibaki. Uliona Kibaki ameshika? Uliona Raila Molo Dinga ameshika? Wenyewe alishika? Uliona walipeleka? Uliona kuna mtu mwenye alipatikana na hatia? wapate point ilene tunaiona pale pale Tanzania. Time ya kuchukua nafasi, time mingi kutafuta walipo, walipo kwenye mitandao. Wengine wanaishi hapa Kenya, wengine wanaishi pale Amerika, na ni wanawake ambao wamekosa nidhamu, wamekosa kujua ya kwamba wao ni wanawake. Wanazoa watoto wanaenda kuchochea nchi zao, wako kwenye mitandao tunawaona. Ai, kuenda kutafuta wenye wamechochea ghasia, hiyo taharuki wako wanajulikana wako kwenye mitandao, wanaambia watu waende wapendue inch na kutumia resources zao. Okay. Okay. Turudi hapa Kenya, you are long-term, uh, a long long term term friend uh, the Don amesema, Yes. Ako ready kusimama senator senator kwa resources zao. Turudi hapa Kenya, amesema, what's your opinion ya kwamba Kiati the Don ni Mkenya kama Mkenya mwingine. Katiba ya nchi imemruhusu kusimama kama senator wa Nairobi, amequalify, ako na uwezo Anania ana jina kushinda watu wote. Yes. yes. It is possible, very possible. 100%, mimi nampongeza sana kama kwa Mwenyezi Mungu, mapenzi za Mwenyezi Mungu subhana wa Taala, itakuwa sawa, itakuwa freshi bomba kabisa. Kuna yeah. no. Kuna swali Mohamed Ali leo amesikika akisema kwamba kitu ambacho gavana gvaleo, uh, gavana wa Mombasa Hassan Jo, ambaye ni waziri, kitu cha muhimu ambacho amekifanya so, na kuleta alikiba Mombasa, naichukulia lionaichukulia vipi? Cassypool, unajua <coughs> Mohamed Ali ni rafiki yangu sana na watu wote wanajua ya kwamba mimi na Mohamed Ali tunapendana sana, na mimi kama Mohamed Ali atasimama ugavana, mimi namsupport. Yenye amesema sisi hatuwezi kuongelea kwa sababu yeye ndo mkazi wa Mombasa, anajua sisi hatujui, we don't know bro, so nitakuwa mtoyo wa radhi ama nitakuwa mtu mbaya nikiongelea kuhusu Muhammad Ali, kuongelea kuhusu uh, sentiments zake na sijui kwa nani. Yeye kama mkazi wa Mombasa kama mbunge wa Mombasa ameona iko sawa, ni hivyo, ilikuwa sawa. Mimi nini ngoma ya power imetolewa remix na uh, your friend Bien and uh, Papa Jones hiyo remix umeisikiaje? kwanza <laughs> <laughs> you noma know, unajua, nataka kumwambia ndugu yangu Mboso Khan mzee wa Mshedede, namtambua sana namtambua sana sana, lakini nataka kumwambia kitu moja. Mzee wa Mshedede, ngoma pawa ni ngoma kubwa sana, lakini ulifanya kuwest ngoma kwa kupea watu ambao wana mezani hiyo ngoma ni kubwa sana, ni kubwa sana kushinda BN. Hiyo ngoma ni kubwa sana kushinda aa, hiyo ngoma ni kubwa sana kushinda darasa. Hiyo ngoma ni kubwa sana kushinda ule anaitwa Siji Jikon mwenye aliweza kwenye hiyo ngoma, ngoma mwenye aliua kwenye hiyo track anaitwa Bill Nass Nenga, mume wake nani? Number one hip hop artist in East and Central Africa. Yeye ndio aliua. Wewe ukisikia mistari nyoka anaongea pale, mistari zimeenda shule, huyu ndio aliua peke yake. Mimi nakwambia, si nimekwambia wale wote ilikuanga ni mafupa imepewa watu wenye wanatafuta kukunywa maziwa hapo, hakuna mtu mwenye qualify. Na nataka kuambia mzee wa mshedede, ndugu yangu mdogo wangu Mboso Khan, ya kwamba ngoma ni kubwa sana bila saluo kwenye track yako. Sasa nataka kufanya hivi kwa kuunite Africa, kwa kuunite Africa, hiyo ngoma afanya remix, weka CMB Kashmani, Prezo aweke verse ya kwanza basi ya pili iwekwe na navyo, basi ya tatu waweke mwana FM, mheshimiwa naibu wa waziri wa mchezo. Ngoma imeenda shule, kuna nyama ududu kwa wingi inatamba. Au mwanangu, si ududu kwa wingi sasa? Watoto wadogo wale, ndugu yangu, mtoto eh, anapiga simu ni kama anadai figo.